Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina, ninaitwa Samson Fredrick, nimeokoka na mpenda Yesu, ni mwalimu ambaye ninafundisha masomo mbalimbali ya usio, familia, mahusiano, uh, malezi bora ya watoto, masomo mbalimbali ya Kibiblia, na leo ninasomo zuri ambalo natamani tuviangalie kwa pamoja, na nikuombe kama ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli yetu hii Uh, uwe wa kwanza kusubscribe, lakini pia usisahau kucomment na kushare. Niombe utakapotazama video hii, utazame mpaka mwisho na Mungu atakubariki sana, na ninaamini kabisa utapata mambo ya kujifunza. Somo la leo tunakwenda kujifunza kwa habari ya mambo manne yatakayokufanya uchukiwe hata kama una kosa. Mambo manne yatakayokufanya yata uchukiwe hata kama hauna kosa. Ushawahi kuona uh, mtu anakuchukia tu, lakini ukijaribu kuangalia ni wapi umefanya kosa, wapi umemkosea, unakuta hakuna. Kama umeshawahi kupitia katika changamoto hizo, basi hii ni sababu Unakuta tu mtu anakuchukia bila kuwa na kosa, haujamfanyia kosa lolote, haujamuibia, haujafanya chochote, lakini unakuta ndani yake amejawa na hasira, amejawa na chuki juu yako. Ni tutaangalia mambo manne ambayo yanaweza yakafanya watu wakuchukia hata kama hauna kosa. Jambo la kwanza, ukiwa na ndoto kubwa na ukawaambia watu ukiwa na ndoto ukiwa na mipango ukiwa na maono makubwa, ukawa ni mtu wa kutangaza ndoto zako, ukawa ni mtu wa kutangaza maono yako, ukiwa ni mtu wa kutangaza mambo yako ambayo yamkini una mipango ya kufanya, watu wengi watakuchukia. Na nafikiri kila mmoja anaweza akawa anamfahamu Yusufu. Yusufu, aliota ndoto, akawa na mipango mikubwa, akawa aa, ni mtu ambaye yaani anaona kabisa Mungu anakwenda kumwinua. Lakini alipoenda kuwaambia watu na kutangaza, ukisoma katika ile Mwanzo 37 na mstari wa tano, Yusufu naye akaota ndoto na akawaambia ndugu zake, nao wakazidi kumchukia. Tunaona ndugu zake Yusufu alizidi kumchukia kwa sababu ya zile ndoto. Unapokuwa na ndoto, unapokuwa na maono makubwa, unapokuwa na kitu kikubwa ndani yako, na ukaanza kukitangaza kabla mapema, akijazaliwa na wala akijafikia, uh, uh, hatima yake, utajikuta watu wengi wanakuchukia. Na ni vizuri sana kujitahidi kukaa kimya katika yale ambayo unayafanya, na ikiwezekana watu waone bila hata kuambiwa. Lakini jambo la pili ukiwa ni mtu ambaye umepata kibali, inawezekana wewe umepata kibali ofisini kwako, umepata kibali kazini kwako, umepandishwa cheo, yamkini umekuwa ni mfanyakazi bora wa mwaka na bosi wako amekutangaza katika kupata kibali, aidha popote pale ambapo unaishi ukipata kibali zaidi ya watu wengine, wapo watu ambao huwa wanajisikia vibaya kwa sababu wewe umepata kibali zaidi yao. Wapo watu ambao watajisikia vibaya kwa wewe kuwa wa kwanza kuolewa na kuacha wao hawajaoa. Wapo watu ambao watajisikia vibaya kwa wewe kuwa wa kwanza kuoa na wao kiwaacha kabla hawajaoa. Kwa hiyo, kuna wakati mwingine Mungu anaachia kibali au unapata kibali ofisini au unapata kibali mahali popote, kuna watu wanaweza wakakasirika kwa sababu ya wewe kupata kibali, wanaweza wakakuchukia tu pasipo sababu, kwa sababu wewe umepata kibali kuliko wao. Danieli sita mstari wa tatu. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala hakuonekana kosa wala hatia ndani yake. Kuna watu ambao kwa wewe kupata kibali kwa wewe kuinuliwa kwa wewe kupata kibali, labda kanisani kani au kwenye huduma au kwenye kazi au kwenye shughuli zako au popote pale, ukipata kibali, wapo watu ambao watakutafutia zengwe, watakutafutia sehemu ya kukushikia, lakini ni kama ilivyotokea kwa Danieli. Danieli wakatafuta namna yoyote, wakatengeneza sababu za kutengeneza, lakini mwisho wa siku uh, Danieli Biblia inasema alikuwa ni mtu ambaye ana roho ya Mungu ndani yake. Kwa hiyo kuna watu ambao ukipata kibali, iwe kazini, iwe kwenye familia, iwe kwenye nini, iwe sehemu yoyote, iwe kwenye biashara yako, iwe kwenye chochote unachokifanya, kuna watu hawatakupenda, hawatakupenda na hawatakutafutia zengwe kama walivyo mtafutia zengwe Danieli. Kwa hiyo natakiwa uwe makini kwamba kukuchukia wanaweza wakakuchukia hata kwa kukutafutia zengwe kama walivyomtafutia Danieli, lakini pia ukisoma Mwanzo thelathini na saba na mstari wa nne ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Hawa ni ndugu zake Yusufu, walipoona Yusufu anapendwa na baba yake kuliko ndugu zake wote, Biblia nasema hawa ndugu zake wakaanza kumchukia Yusufu na wala hawakusema naye kwa amani. Hivi vitu kumbe vipo hadi kwenye familia vipo hadi katika familia, katika level ya familia. Kwa hiyo katika level ya familia, katika level ya makazini, katika level ya kihuduma, katika kila sehemu haya mambo yapo. Unaweza ukapata kibali sehemu, watu wengine wakakuchukia. Unapotangazwa kuwa mfanyakazi bora kazini kwako, usifurahi sana, kwa sababu wapo watu ambao watainuka na kukuchukia hata kama haujawakosea lakini jambo lingine ambalo linaweza likakufanya uchukiwe hata ukiwa hauna kosa. Ukiwa maskini, ukiwa maskini unaweza ukachukiwa hata kama hujafanya kosa lolote. Mithali 19:7. Mithali 19:7. Mithali 19 saba, kumi na tisa na mstari wa saba, ndugu zote wa maskini humchukia. Ndugu zote wa maskini humchukia, Jinsi gani rafiki zake huzidi kujitenga naye. Aha, kumbe ndugu wanamchukia aliye maskini, hata marafiki wanaweza wakajitenga naye. Ok, wafuata kwa maneno, lakini wametoweka. Utajitahidi kujisogeza, lakini kwa sababu hauna chochote, ndugu, marafiki na watu ambao ulikuwa nao karibu wataondoka, kwa sababu hauna kitu. Ukiwa masikini, utachukiwa hadi na ndugu zako mwenyewe utachukiwa hadi na ndugu zako mwenyewe. Lakini Mithali kumi na nne na mstari wa ishirini Mithali kumi na nne ishirini Mithali kumi na nne ishirini Mithali kumi na nne na mstari wa ishirini maskini huchukiwa hata na jirani yake, bali tajiri ana rafiki wengi. Matajiri watakuwa na marafiki wengi, lakini ukiwa maskini hata jirani zako watakuchukia. Kwa hiyo unapokuwa maskini Uh, kuchukiwa ni jambo la kawaida, unatakiwa ujue kuchukiwa ni jambo la kawaida kwa sababu hauna fedha. Lakini jambo la nne ambalo litakufanya uchukiwe hata kama hujafanya kosa ni kusema ukweli kama ulivyo, ukinyoosha maelezo, ukisema jamani, hii ni nyeupe, hata kama watu mia watasema hii ni nyeusi, wewe ukasema ni nyeupe, ukanyoosha maelezo, ukawa ni mtu wa kuzungumza kweli, ni lazima utachukiwa na hii tunaiona hata katika huduma za sasa hivi. Yale makanisa ambayo yamejikita katika kusema kweli yana washirika wachache. Watu wengi wanapenda kuambiwa uongo, watu wengi wanapenda kufarijiwa kwa uongo, watu wengine wanapenda wapakwe pakwe kwa mafuta ya juu waambiwe huu ni mwaka wako wa kufanikiwa, huu ni mwaka wako. Lakini katika mafanikio kuna kanuni. Watu wanapenda kuambiwa maneno matamu, hata kama wakikosea hawapendi ku, kuambiwa ukweli. Wanapenda tu wapepewe pepewe, wa, wa, wa waambiwe umefanya vizuri, hata kama wamekosea. Hii ukiwa ni mtu wa kusema kweli na ukanyoosha mstari, watu wengi watakuchukia, hautapendwa na wengi. Na hata wale wachungaji ambao wamesimamia kweli ya Mungu kweli kweli, lazima muwe na, na washirika wachache. Hauwezi kuwa na washirika wengi wakati wewe unazungumza kweli. Kwa hiyo ukizungumza kweli, wafuasi watakaokuwa nao na wewe watakuwa wachache utakuwa na marafiki wachache, utakuwa na kundi kubwa la watu ambao hawatakuelewa kwa sababu wewe unanyoosha maelezo. Kwa hiyo ukisoma Wagalatia 4:16, Wagalatia 4:16, Wagalatia 4:16, Wagalatia 4:16, Biblia inasema, je, nimekuwa adui wenu kwa sababu nawaambia aliyo kweli? Je, nimekuwa adui wenu kwa sababu nawaambia alio kweli? Hapa tunaona kumbe, upo uwezekano wa watu kukuona wewe ni adui kwa sababu ya kusema kweli. Mimi nikusihi ndugu yangu, hata kama ungezikwa uwekwe kaburini ukiwa hai, usiache kusema iliyo kweli. Biblia inasema uh, kweli ndiyo itakuwa na uwezo wa kutuweka huru. Usiache kusema kweli kwa sababu ya kuogopa kwamba utachukiwa. Zungumza iliyo kweli, na Mungu atakuwa pamoja na wewe siku zote. Uongo na kweli huwa vinajitenga Kweli itasimama kuwa kweli na uongo itasimama kuwa uongo. Simama na kweli, mtegemee Mungu na Mungu atakuwa pamoja nawe. Usiogope, Bwana atakuwa pamoja na wewe. Ni mimi mwalimu wako Samson Fredrick, nimeokoka na mpenda Yesu. Naomba unisaidie kusubscribe, comment na kushare. Uwe na siku njema, amen.